Zangu, wa Watanzania, kwanza nina furaha kubwa sana kwa sapoti ambayo tumeipata mtandaoni, watu wamefurahishwa, watu wamempongeza Diamond Platnumz kwa kuijaza show ya hapa London, na sasa hivi tunahama kutoka London tunaenda mji mwingine. Nataka niwaambie wa Tanzania kitu kimoja. Uh, watu wengi walitegemea kwamba Diamond hatojaza hii show, kwao walikuwa wanategemea kumcheka, lakini amewaprove wrong. Na amewaprove wrong baada ya kuijaza show, hakuna sehemu ya kukanyaga lakini cha pili, wengine wanasema oh, show imejaa kwa sababu kulikuwa na wasanii wa Kinigeria. Wasanii wote wa Kinigeria walokuja kwenye show ya Diamond walikuja kama surprise, hawakuposti, hawakutangaza wala hawakutangazwa, kwa hiyo wamekuja, na ni wasanii ambao walifanya kazi na Diamond huko nyuma, au so bana. Lakini kingine ambacho nimekiona, uh, wengi wanasema oh, Diamond anabebwa na Jux, ndio maana show imejaza wa Nigeria. Jux anapendwa Nigeria kwa sababu ameoa Nigeria. Nisikieni, waambieni kitu kimoja Jux na Diamond wanafanya kazi pamoja ni marafiki na wameshashtukia huo mtego ambao mnataka kuwapa wa kuwagombanisha ili wa kuwafitinisha na mwisho wa siku wasifanye kazi pamoja. Kwa hiyo mtu yote anaendeleza hiyo hiyo eh, uh, kasumba hayo hayo maneno anajipotezea muda kwa sababu wameshajua kwamba mnataka kuwagombanisha na wao ni ndugu ni familia ni marafiki, au soba. Kingine wanasema oh kingilio kilikuwa kidogo. Kingilio kilikuwa ni wewe unachagua, ongea na kingilio gani? laki na nusu laki tatu, laki tano milioni auso bana na sehemu zote zimejaa full, mambo ni mazuri sana. Tuendelee kumuunga mkono Diamond Platnumz popote ulipo, uh, kama Mtanzania. Auso bana, tuache na maneno maneno ya watu wajinga wajinga wa, wa mtaani. Diamond Platnumz, kazi anayoifanya ni kazi ambayo inaitangaza nchi yetu inatangaza taifa letu anaunga mkono uh, Wizara ya ya utalii kuwafanya watalii waje kwenye nchi yetu, kuitangaza nchi yetu kimataifa. Mimi kama baba yake na Levo, mtoto wa kwanza wa Lukuga, nikiwa hapa London, I'm so happy, nina furaha sana.